Ulikuwa ni uwanja wa KMC uliotafsiri dakika tisini na zaidi ya zile ambazo zimeongezwa na mwamuzi wa mchezo hii leo, mechi ambayo imekuwa na e, maswali mengi katika vichwa vya watu na vime yametufanya tumtafute Heavyweight, ili tuangazie tisini dakika, na katika yale ambayo e, mashujaa wameadhibiwa kama sehemu ya makosa ni ikawa sehemu ya faida kwa Simba Sports. Hali yako Dulla iko vipi? Salama mtaalam, mambo anasemaje? Alhamdulillah juma leo Yung juma ime ime, ime, ime, ime, wanasema mm. imetarada dini yawe kwa mbeo tunaitumia vibaya naam aljuma makbul mm makbul. Eba, na umeutazama mchezo mm, na tumekuwa tuna uh, sintofaamu nyingi mm, katika hizo dakika tisini ambazo tumezitazama. Dula, tukipita kwa haraka haraka, kwa mtu ambaye umeutazama mchezo kwa maamuzi ya kishabiki, anaona Simba leo imebeba Ah, of course kila mtu na maoni yake si umenielewa? Of course kila mtu na maoni yake na huwezi ukazuia mtu kutoa maoni yake kwa sababu kila mtu ana namna yake ya kuona mpira. Kila mtu, kila mtu ana namna yake ya kuona mchezo lakini mimi siwezi kuwalaumu mashabiki kwa sababu mara nyingi mashabiki wa Tanzania wame specialize kuangalia mechi za ligi kuu Tanzania bara, yani Simba Sports Club, Yanga, Azam, nani nani, yani hawa, hawajaribu kuvuka mipaka na kutazama mechi mbalimbali zinazochezwa barani Afrika na hili ndo jambo ambalo linawafanya uh, mashabiki wengi uh, kuamua kuhukumu vitu pasipo kujua sheria na jinsi ambavyo wengine pia wanachukulika amepata ushindi mgumu kuupata, na nilitegemea, kwa sababu niliamini kabisa kwamba kuna mabadiliko kidogo ya kimbinu ambayo Fadlu anaweza akaimplement. Lakini before usijaja kwenye hayo maamuzi, nafikiri focus yako ilikuwa unataka twende kwenye penalty zile mbili ambazo Simba wamezipata ambazo zimezua mgaganyiko pamoja na dakika za nyongeza na vitu kama hivyo. Lakini jambo la kwanza lazima niwape Simba ushauri kuelekea kwenye fainali, kwa sababu Simba wapo kwenye nafasi ya kuweza kutoa treble maanake kuchukua ma, mataji matatu msimu huu, maanake kombe la shirikisho, taji la ligi kuu pamoja na FA, yaani wako kwenye hiyo nafasi. Kwa mantiki hiyo, kama wanataka kuwa kwenye hiyo nafasi e, wanatakiwa kuna vitu wanabidi waboreshe especially wanapo, wanapokuwa, wanarudia rudia makosa. Kwa mfano, mi nitakwambia bao la leo ambalo, wame, wame concede Simba, ambalo limekuja kuleta ugumu sana wa mchezo e, imetokana pia na naweza nikasema makosa mawili. Kwanza, jambo la kwanza ni uzembe kwenye build up ambapo Valentin Noma aliweza kupiga pasi ambayo ilikuwa intercepted na Kibwana uh, nani, Jafari Kibaya, Kibaya, Jafari Kibaya. Huyu uh, Jafari Kibaya, Kibaya. Kibaya ali intercept ile pasi ambayo iliweza kupigwa na Valentin Noma. Uh, alikusudia kuipiga kwa Shamwe Karabue. Kwenye build up. Kwenye uh, sasa hii swala ya kwenye kupoteza mpira kwenye build up Uh, ikapelekea nini? Ikapelekea scoring opportunity kwa Jafari Kibaya okay, ambaye uh, kabla ka, ukifuatilia vizuri lile bao wakati linafungwa utagundua uh, kabla hajafanya attempt alikuwa anajaribu kufikiria mpira aupeleke wapi, umenielewa? Alikuwa na option za kupeleka sehemu mbili, kulikuwa kuna midfield uh, Abdul Nasir Muhammad, ambaye alisababisha pia penalty, lakini kulikuwa kuna Balama Mapinduzi upande wake wa kulia, si unanielewa? Wakati anaendelea kujishauri, yule Yusuf Kagoma alijaribu kumshadow mark asiweze kupeleka mpira kwa uh, Balama Mapinduzi, matokeo yake akaacha space mbele ya kuweza kumfanya yule Jafari uh, Kibaya ku attempt na kuweza kufunga bao. Sasa hapa tayari kuna mambo mawili, kuna attempt ya nje ya box ambayo alifanya Jafari Kibaya baada ya kuwa blocked asipige pass, lakini kuna blanda kwenye build up. Simba Sports Club wanaenda kucheza na hey, uh, RS Berkane. RS Berkane ni miongoni mwa timu ambazo zinalazimisha sana makosa kwa wale ambao wanafuatilia Botola Pro League watakuwa wanaamini hichi ninachokizungumza kwa sababu katika mchezo ambao ulichezwa Septemba ishirini na tano elfu mbili na ishirini na nne hii by the way, e, waliweza kulazimisha e, makosa menelewa dhidi ya Olympic Safi. Mchezo huo Olympic Safi, of course, walikuwa nyumbani, bao la kwanza li, li, wali-, wali ah, RS Berkane walipata bao la kuchekesha sana sio menelewa, kwa mm -hmm. sababu huyu eh, mlinzi wa kati no. mlinzi wa kati Yasin Khordan aliweza kujifunga wakati akijaribu kuattempt pasi kwenda kwa golikipa wake eh, Khalid He, ali, aliweza ali, ku, kuji, yani unajua ilikuwaje goalkeeper alikuwa kasogea mbele kidogo, mm, Khalid aliu aliweza kusogea mbele kidogo sasa, yule uh, beki Yasin Kordani alikuwa anapokea pressure kutoka kwa Paul Valere Basene uh, akalazimika kuweza kupiga back pass ki pressure pressure na kujikuta amepiga pasi ambayo ili, ilizelisha bao la kujifunga kama ile ya Lada Kichasambi. Sasa hiyo ni bao la kwa eh, mechi ya kwanza. Mechi inayofuatia alicheza na Farabati ilikuwa tarehe 29 Septemba elfu mbili na tisa, 25. Umeelewa? Of course yule Hamza El Masawi ambaye ni fullback wa kushoto aliweza kumpress. Alienda kumpress yule Haitham El Fahli na kuna kumpora mpira. Of course alipompora mpira moja kwa moja alijaribu ku drive na kumtafuta Santos de Barbosa. Huyo ni Mbrazili anayecheza katika kikosi cha RS Berkan na kumpasia vipasi ambaye aliweza ku attempt nje kidogo ya box na kuweza kufunga bao. Kwa hiyo hapa haraka haraka unaona kuna connection bao la leo, baada ya ku intercept mpira Jafari Kibaya kwenye build up, akafanya attempt nje ya box na kuzalisha bao. Na nimeelezea bao la dhidi ya walopata dhidi ya Far Rabat, ambao e, baada ya fullback kupokonywa mpira, waliweza kuattempt nje ya box na kuweza kufunga bao. Kwa hiyo kama wataendelea kurudia, achana na hivyo, dhidi ya Raja the same, umenielewa? Abdallah Khafifi center back wa Raja Casablanca aliweza kuporwa mpira, umenielewa, moja kwa moja na Usama Lamlawi Wakati ya Usama Lamlawi anampora mpira huyu Abdullah Khafifi, akakuwa na machaguo mengine zaidi ya, ya ku drive mpaka kwenye box, kwa sababu mbele yake kulikuwa hakuna mtu wa kumzuia, akaenda kuingia mpaka ndani ya box akapiga pasi kwa Ayub Khairi, ambaye aliweza kuutapi ni mpira tu kwenye close range na kuweza ku, kufunga bao. Kwa hiyo Simba Sports Club, matatizo ya kufanya mistake kwenye build up blanda kwenye build up wakienda kucheza dhidi ya RS Berkane, kwa sababu of course Fadlu katika mechi ya leo alikuwa anaicheza huku, pia anawafikiria RS mind you, kwa hiyo mimi nawakumbusha Simba Sports Club, na ndo kazi ya mimi Heavyweight Dulla. Kuna wengine wao kazi yao kuchamba, kuchambua, kuchambeza, mimi kazi yangu ni kuwatahadharisha Simba Sports Club kwenye mambo ya msingi, especially wanapoenda kucheza mchezo mkubwa kama huu dhidi ya RS Berkan. Nimekupa mifano mitakriban mitatu ambayo imetokea. Mm. RS Berkan na Farabati September 2024, sorry 2025. Unajua 2025 imenikaa mdomoni 2024 na Septemba, baada ya mchezo wa Septemba 25, nilikwambia dhidi ya Olympic Safi, unaofuatia pia wakapora mpira kwenye build up unaofuatia tena dhidi ya Raja tarehe 30 Disemba 2024 pia, eh walipora mpira. Abdullah Hafifi center back wa Raja ali pora mpira na Usama Lamlawi, Usama Lamlawi anaingia ndani ya box anapiga vipas, anaenda anampasia Yub Khairi aliyokuwa kwenye cross range, anatapi ni mpira, inakuwa bao Simba Sports Club na, uh, mm. na watahadharisha Dula, mm -hmm. e, wasiji wakafanya haya makosa kwa sababu wanaenda kuwa tested kwenye michu, uh, mchezo wa fainali dhidi ya RS. Unanielewa bwana Jafe, clip e, mm -hmm. hii wafikiwa na Simba, nimekukabidhi kazi hiyo, kwa sababu kazi ya heavyweight ndio hii, lakini tunakuja sasa kwenye incidents za penalty. mm -hmm. U, u, u referee kwanza, mm -hmm. anatakuwa apewe pongezi, lazima niwe mkweli. Of course muamuzi wa mchezo wa leo, e, anaitwa Kefa Kayombwe mm -hmm. anatakuwa apewe pongezi lazima apewe pongezi kwa sababu na ukiona mtu anamsema, huyu hafuatilii kama alivyokuambia. Tuna changamoto ya kutofuatilia ligi nyingi mm. Lakini lazima nikukumbushe kitu, natoa reference kwenye hawa hawa, hawa Rais Berekani ambao Simba wanaenda kucheza nao mm. si unanielewa, Novemba mbili ya mwaka 2024 mm. Sina, si unanielewa, katika mchezo dhidi ya Maghreb Tetuan mm. ilitokea incident kama hiyo ambaye alikuwa kama substitute aliingia, alikuwa ni beki, aliingia kama substitute akichukua na nafasi na ya Haisham bin Hashim mm -hmm. Haitham bin Hashim mm -hmm. Uh, aliweza kusababisha penalty baada ya kunawa cross kutoka kwa Hamza El Masawi, ambaye ni fullback wa kushoto, kama ilivyo leo dhidi ya Zimbwe Juni, na kwenye VAR incidents kule Morocco, kuna VAR wakaenda ku review ilikuwa kama hii, na Berkan waka amuliwa waweze kupoa mkwaju wa penalty wa penalty, si unanielewa sasa. Watu kwa nini wana, ikitokea kwa Simba Sports Club, na hiyo nimekupa, ilikuwa mchezo dhidi eh, ya eh, nimekutajia Mogreb Tetouan Novemba 2 ya 2024. Watu waka review, kama wanaona mimi Heavyweight Dulla ni muongo, watu waka review, sio naelewa, lakini sio hivyo. Hata kuna incidents nyingine imetokea hmm, ya Abdul Malik Zakaria ambaye alienda kumchezea Elimpanzu hmm, foul, si ndio eh? Ilikuwa hiyo incident pia imeshawahi kutokea dhidi ya Hassania Agadir katika mchezo wa Novemba ishirini na nne elfu mbili na ishirini na nne dhidi ya Hassan ya Agadir, Yusuf Zaudi aliweza kufanywa the same contact kama aliyofanywa Elim Pans, na kule kuna VAR, sina elewa kuna VAR kule Morocco. Kwa hiyo Yusuf Zaudi wakaenda ku review nani, Berkano akapata penalty, Yusuf Dawa aka convert. Yusuf Dawa katika mabao saba alofunga, na kwa center back alofunga mabao mengi zaidi kwenye ligi ya Morocco. Of course, bado bao moja afikie rekodi yake ya msimu 2022 20, 23 ambako aliweza kufunga mabao mabao nane, kwa hiyo bao lake moja. Ah, katika hayo mabao yake saba mabao matano yote yameconvert kwenye penalty spot. Amekosa penalty moja tu. Kwa hiyo katika hizo penalty wanazopata, kuna matukio kama haya ambayo Simba wamekuwa wame, wame, wame, wame kiapata. Kwa nini kwa Simba inaonekana mwamuzi amebeba? Kwa hiyo mwamuzi hana VAR. Sio unanielewa? Hana VAR na lakini ameweza kutoa penalty mbili za halali. Huyu mwamuzi anatakiwa apongezwe. Of course, huyu mwamuzi anatakiwa apongezwe kwa sababu wanapokosea huwa tunawashambulia wanapoosea, no. Si unanielewa? Ukiniuliza kwenye swala la kuongeza muda katika kitu ambacho hata FIFA wanaki complain. Si unanielewa? Kolina yule ambaye ameamuliwa kuwa yupo kwenye mwenyekiti wa kamati za waamuzi duniani katika kitu ambacho amekuwa akikipigia kelele ni pamoja na upotezwaji wa muda wa kiholela holela na ndio maana kwenye World Cup 2022 nafikiri unaona, e, the compensation ya, ya dakika mbini ambazo zilikuwa zinawekwa ni kwa sababu ya kujaribu kufanya timu icheze kwa dakika zinazotakiwa kucheza. Kwa hiyo kuna, of course kuna muda mpira ulisimama mara kadhaa tu, hmm. kwa hiyo nini, kwanini mwamuzi ndio anajua muda Abole, time limit ambayo ulipotea, kwa hiyo anaweza kukompensate muda, kwa hivyo nikasema huyu mwamuzi Kayombo anatakuwa apewe Hujua ana, ana ana jina la rafiki yangu Emmanuel Mwayombo , okay. <laughs> anatakiwa apewe nini? Apewe no pongezi, yeah, okay. Of course ame amefanya kazi nzuri mabadiliko ambayo Fadro amekuwa nayo kwenye kikosi cha leo kwa maana hmm, eneo la katikati, lakini eneo la winga, unadhani imeathiri kwa aina yoyote ile katika dakika 45 za kipindi cha kwanza? of course, Simba leo haikutengeneza nafasi kama ilivyozoeleka kutengeneza nafasi. Hmm, unajua mara nyingi Simba huwa na, inatengeneza nafasi nyingi na chances after chances after, ina, inapelekea wachezaji wengine wanakosa sana mabao. Leo hakukuwa na chances nyingi sana zile za wazi za kusema Simba wamezitengeneza ni kwa sababu pia ya kukosa ubunifu wachezaji wengi ambao wamecheza leo utagundua hawakucheza katika michezo mingi. Kwa mfano kama Wesu Wesu hakuwa ana offer kitu kikubwa sana kwenye eneo la kutengeneza nafasi. Mwenilo Edwin Balua hakuwa analazimisha mambo yatokee kama unavyoamini, kibu akiwepo, si unaelewa? Debra Fernandez of course, ni mzuri, lakini zile break line passes ambazo Fabrice Ngoma amekuwa akiziattempt au akizipiga zilikuwa zinasaidia ku progress shambulizi uh, shambulizi kirahisi na ndio maana Simba kwenye eneo la kati imekuwa ikitengeneza mashambulizi kwa kiasi alikuwa anajaribu pia kupumzisha nyota wake muhimu kwa ajili ya mchezo wa fainali na hii mara nyingi huwa inatokea. Kwa mfano kama wa RS Berkane wamecheza mchezo wao jana dhidi mm -hmm. ya Difaa El Jadidi, walikuwa nyumbani wakatoka sare ya bao moja kwa moja. Kwa maana hiyo hata wao tayari, lakini wao wana relax kwa sababu tayari washakuwa mabingwa by the way lakini unaona kabisa nguvu yao kubwa sasa hivi ipo kwenye kutoa ile taji, maana baada ya kulipoteza msimu uliopita. Kwa mantiki hiyo hata Simba e, mabadiliko pia yanaendana na e, ile michuano, no michuano ya kimataifa ambayo Simba Sports Club wanashiriki. Kwa hivyo e, siwezi nikamlaumu nikasema kwamba labda Fadlu alikosea labda kuanzisha kikosi, lakini nafikiri kuna kitu amejifunza kwamba wachezaji ambao wamekuwa wakitokea bench wa Simba na mashabiki wa tofauti na Simba, kuna kitu wamejifunza kwamba huyu e, Jean Charles Ahoua anapokosekana kwake, kuna kitu kinapungua kwenye attacking play ya Simba. Nafasi hazitengenezeki nyingi. Huyu, ambao wanambeza hmm. Kigezo gani? Lakini tu mimi nachosema ni kwamba Simba hawakutengeneza nafasi nyingi, nyingi kwenye huu mchezo by the way. Kwa hivyo ee, ni kweli, ukiniuliza swali lako mabadiliko, kuna kwa kiasi kikubwa sana ameaffect, na ndio maana mchezo unauona ulikuwa mgumu sana. Unaweza ukasema labda Mashujaa walidefend sana, walikuwa bora sana, of course walikuwa bora kiasi chao, lakini si kama wangeweza ku, kuizuia ile Simba ambayo maybe ingeanza full mkoko na kama wangekuwa na mentality ya kushinda mapema dhidi ya Mashujaa, uzito wa kutafsiri mechi kwa haraka, wamesema uh, ubunifu ulikosekana. Lakini vile ambavyo ukitazama mechi ya kwanza eh, kule Kitanganyika, ilikuwa pia mechi ya aina yake, ambapo dakika za jioni sana Desemkwala ndo mm -hmm. anakwenda kupachika bao ambalo lilihakikishia alama tatu kwa Simba Sports mm -hmm. tuchukulie kwamba kuna aina fulani ya uchezaji Mashujaa hutumia eh, pindi wanapotambua na kwenda kukabiliana na Simba Sports. Of course, hiyo aina ni kujaribu kucheza kwenye mid block zaidi, kudefend muda mwingi wa mchezo. Lakini at least katika mchezo wa awali eh, bao lilifungwa kwa open play. Ingawa ni, ni set piece of course, ni set piece. Lakini sio kwenye penalty spot. Mabao yote mawili ya Simba leo yamekuwa eh, yameamuliwa kwenye penalty spot. Maana yake Simba wametengewa penalty na wameweza kuconvert. Umeelewa? Eh, kwa hivyo Of course, Mashujaa wanapocheza na Simba wanajaribu kudefend, wanakuwa na discipline ya hali ya juu. Umeelewa? Ndio kikubwa wanachofanya kwa sababu utaona kabisa Simba leo uh, brother Hamza pamoja na Shamwa Karabue walikuwa wanacheza mpaka ndani ya hafu ya Mashujaa. Nafikiri umeona ndani ya hafu ya Mashujaa kwa ajili ya kuwalazimisha Mashujaa waendelee kudefend deep, lakini sio kuwalazimisha muda mwingine, au Mashujaa walikuwa wanawafanya Simba wacheze hivyo, sababu tayari wako kwenye namba kubwa kwenye eneo lao. Kwa hiyo ili Simba iwe na namba kubwa pia kama ilivyo kwa Mashujaa maanake inatakiwa ishirikishe mpaka ma center backs na viungo wakabaji wote wacheze kwenye eneo la juu ili kuwe kuna idadi ya sawa ya namba baina ya anayezuia na anaye. Very simple strategy hakuna. Unajua, kwenye tactics hakuna mambo mengi magumu hiyo so, ndo strategy kwamba kwa, kwa sababu tayari upo kwenye low block una namba kubwa ya wachezaji wako wanalinda, maanake nami na nitahitaji timu yangu icheze kwenye high namba defensive kubwa line kwa namba kubwa icheze compact dhidi ya safu ya uh, ulinzi na kiungo ambayo inalinda kutengeneza idadi sawa ya namba kwa ajili ya kuwa na idadi sawa baina ya anayeshambulia na hapo ina, maana ina timu ambayo inanufaika ni ile ambayo ina, ina, ina defend alafu itanufaika vipi kwenye counter attacks. Umezungumza vizuri zaidi na mifano mingi umeitoa kwa RS Belkane baina ya wapinzani waliokutana nao na wakapata aina ya penalty ambazo zimepatikana kwenye mchezo wa leo hmm. Mechi hii e, unadhani ni kipimo sasa kwa kiasi gani fainali inayofuata baina ya Simba na RS Berkane ikiwa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara wanaona uzito wa michezo wanaokutana nayo. Of course hii mechi siwezi nikasema ina kipimo mm -hmm. kikubwa, sababu nimekupa mifano takriban ni mitatu mm -hmm. ambayo Berkan wamepora mipira kwenye zoni ya mpinzani, tena dhidi ya timu ambazo ni sumbufu, dhidi mm -hmm. ya Raja, dhidi ya Farabate, ambayo imewahi kuchukua ubingwa 2023 mm -hmm. dhidi ya huyu Olympic safi ambaye yame, amekaa kwenye ligi misimu kadhaa sasa katika mchezo wa leo Simba utasema walipresiwa sana ukitoa chance ambayo wamepata bao. Kwa hiyo maana hawajaonja ile test ya kupresiwa eh, kwenye kwenye ku, ku, kufinywa space za kupiga pass bado hawajaonja ile. Sasa kama hujaonja hilo na still bado umefanya uh, mistake kwenye build up, tafsiri haraka haraka, unaenda kucheza na timu ambayo ni master kwenye kufanya eh, high pressing. Manake, Simba ndio maana nimesisitiza, Jafe, mimi huwa nikisisitiza jambo kama umechunguza wewe unanifuatilia kwa sababu unanihoji, unanijua vizuri. Huwa nikisisitiza jambo probably linaweza likatokea. Nakumbuka tuliwahi kuzungumza sana swala la Azam na Simba kwenye mechi yao ambayo walitoka sare ya 2-2. Nikasema Simba wakipoteza mpira kwenye eneo la kiungo, ukaenda kwa Faisal Salum kuna possibility asilimia 60 kuwa bao. Nafikiri unakumbuka na nini kitokea baada ya Fabrice Ngoma kupoteza mpira? Of course, sasa nikisemaga mambo mara nyingi watu watakuwa wazingatie, wasi, wasi wasione kama mimi Yeah, kwa sababu kuna watu wanaropoka by the way, wanapewa vipaumbele. Mtu anaweza akashiba supu, kaja akaja na data fulani ya hovyo akapoa kibombe, lakini mimi ambaye huwa natoa vitu vizito, nimekupa astaki uh, supu baba <laughs> supu yani Nguyo, nim, ya nini ndugu yangu, hiyo nimeongelea tu, kwa sababu unajua mtu akishiba supu, unajua Watanzania, si tukishiba chochote kinachokuwa mdomoni kinatoka tu okay. Ah yeah, of course ukishashiba, kwa, kwa hiyo kama hapa unaona umenioji mimi mm. Okay. Sijala Unajua kwa nini sija na. Ni kwa sababu sitaki kuzungumza kitu ambacho nimetoka kwenye shibe. Naweza nikazungumza kitu cha ajabu mpaka mpaka wewe mwenyewe jafu ukashangaa huyu jamaa leo vipi? Kumbe ni shibe. Umepoa, labda labda tambi na, na na na mihogo na kuku. Okay. Ukajikuta sasa na maziwa. Pehubi. Na maziwa. Yeah. Afu anakuambia ongeza kuku. Sasa ndugu <laughs> yangu hapo utaongea nini? Zaidi ya kumsifia tu, anakupa kuku. Unakuwa umevimbewa. Unakuwa umevimbiwa yeah, vibaya. Yeah. Sasa ndio maana nawasisitizia Simba Sports Club. Yeah. Nah. Najua wananisikia viongozi wa Simba, yeah. Umenielewa technical bench, nawaasistizia RS Berkane ukifanya mistake kwenye build up, wanaweza kwa probably. Alafu pia namalizia tu kidogo, sababu tutapata muda mrefu wa kuzungumzia hii mechi, umenielewa by the way. Lakini RS Berkane ukiachana kwamba imechukua ubingwa kwa mara ya kwanza kwenye historia yao, lakini yeah. ni timu ambayo ina safu bora zaidi ya kiungo. yeah kwenye ligi ya Morocco. Safu bora zaidi ya kiungo. Ehe, inaundwa na Mamadou Lamine Kamara, huyo okay. Um, Msenegali anacheza kwenye defensive midfield. Kuna mwamba anaitwa Yassin Labiri mm. na kuna Ayub Khairi. E, bwana Ayub Khairi. Sitaki kumaliza maneno. Mm -hmm. Simba Sports Club wanatakiwa yeah. wawe makini sana na wao jamaa. Kwa sababu huu ni mfupa mgumu. Unajua mara nyingi nilipokuwa nawachambua Stellen Bosch Al Masri nilikuwa nime relax. Mm -hmm. Si unanielewa? Yeah. Soma signal. Alama za nyakati. Soma signal za Heavyweight Dulla. Soma signal hapa, zahe... pa pazito. Kwa hiyo Simba wasifanye maskhara. <laughs> E bana, tumejadili kwa uh, aina yake. Sikutarajia kama Heavyweight atakuja na aina ya utofauti aliyokuja nayo eh, kui analyze mechi ya Mashujaa na Simba Sports katika nukta. Mimi kwangu ni naweka hapa, sijui kwako kuna lingine la ziada ambalo uh, kwa ziada bana. Sema alhamdulillah mm. Tumemaliza siku salama, Simba Sports Club imeweza kuondoka na ushindi, jambo la kushukuru. Na jambo jingine adab itachezwa, tujikumbushie, kwa sababu binadamu tuna kaida kusahau, basi.